Tulistushwa na kitu kimoja. Mwenyekiti aliyekuwa ameshinda ametangazwa, wakati anaongea, baada ya mwenyekiti aliyemaliza muda wake kuongea, aliendelea kumshambulia mgombea mwenzake kana kwamba kampeni zinaendelea, na kwa maana hiyo shambulio la mwenyekiti aliyekuwa amechaguliwa, Mheshimiwa Tundu Lissu, dhidi ya mwenyekiti aliyekuwa anamaliza muda wake Mheshimiwa Freeman Mbowe mbele ya wajumbe baada ya uchaguzi, ilipeleka ujumbe kwa wafuasi wake kwamba kampeni bado zinaendelea, kampeni bado zinaendelea. Kwa hiyo ambacho kinaendelea kwenye chama kuanzia siku ile mpaka leo ni ubaguzi mkubwa wa wanachama ambao wanaitwa ni timu ya Mbowe wanabaguliwa kuanzia kwenye kamati kuu mpaka kwenye misingi. Kila mtu anayejulikana kwamba alimuunga mkono Mbowe anaitwa msaliti. Sasa sisi tunajiuliza hivi, kugombea ndani ya chama mtu mmoja anakuwaje msaliti, anayeunga mkono mwanachama wa chama kile kile wanagombea wawili au watatu. Kwa nini watu wengine waitwe wasaliti, wakati waliunga mkono mwanachama wa Chadema, hakuwa mwanachama wa CCM. Na kwa maoni yangu, kama tungetaka kuita watu wasaliti, ingekuwa ni makamu, aliyekuwa makamu mwenyekiti aliyekuwa anagombea kiti cha mwenyekiti, na mwenyekiti akiwa yupo, ingewezekana wale ndio wangeitwa wasaliti.